Ambako alikuwa anakuja Jumapili na amekuja na akaniambia kwamba akitoka Jumapili, akitoka huko Dodoma atarudi kwa ajili ya kumpatia dogo zawadi, siso. Uh, taarifa zilinikuta kesho yake. Sasa baada ya shughuli, wakati namtegemea Pilipili aje na zawadi, lakini napata taarifa kwamba Pilipili amefariki. Kwa hiyo iliniuma sana na ilinigusa sana kwa namna ya kipekee kutokana na ukaribu wetu ambavyo umekuwa kama hivyo ambavyo umesema na hicho ambacho nilikifanya ilikuwa ni katika kumfanya Pilipili arudi kwenye ubora wake ambao alikuwa nao eh, hapo awali, na nashukuru Mungu Pilipili alikuwa anarudi kwenye ubora wake. Pilipili alikuwa anarudi kwenye ule, unajua ukali wake, unajua eh, na alikopo yuko okay, alikopo yuko fit kabisa. Mimi nakumbuka nilipopigiwa simu kuna mtu mwingine alifikiria akasema kwamba ni mambo ya depression. Mimi nikasema hapana, Pilipili alikuwa hana depression. Pilipili alikopo hana msongo wote wa mawazo wa kipindi hicho, kwa sababu nilikuwa naamini PPT alikopo yuko okay. na ni majanga ambayo hakuna mtu ambaye anakopa anayeombea yanatokea. Kwa hiyo mimi chak, chakusema ni kwamba sisi tunapokuwa tu makini kwenye maisha yetu, kwa sababu binadamu sasa hivi tumekuwa watu wa ajabu sana, unaweza kufikiri mtu ni rafiki yako lakini Unajua, kumbe ndio adui yako. Na wakati mwingine unaweza kawa unafikiri kila mtu anakupenda lakini sio kila mtu anakupenda. Hiyo ndio message ambayo unaweza nikaipeleka. Kwa hiyo tunavyoishi kwenye maisha yetu, whether uwe star ama usiwe star, basi jua kabisa kwamba, yani wewe upo kwenye upo upo katikati. Kwa hiyo usijiacheki hivyo kwenye maisha yako unavyoishi. Kwa hiyo lazima uwe mtu wa kubalance, uwe makini sana kwa kweli. Mimi kwanza nilisusa zaidi kwa sababu una kwaje adui na MC Pilipili? Mimi nilisema ah, okay, unaweza kwa unaweza kuja kwaje na adui na MC Pilipili kwa sababu MC Pilipili ni ni mtu ambaye ana urafiki na kila mtu, ni mtu ambaye ni mnyenyekevu, ni mtu ambaye ni mcheshi. MC Pilipili is like, yani anakutana na mtu, anakutana na wewe, anakutana na pipi pia, anakufahamu wewe, mimi, lakini mii sikufahamu mimi na wewe kwa marafiki unaelewa, kwa alikuwa ni mtu wa connect watu. Pilipili anaweza kukaa na mwanasiasa, anaweza kukaa na msanii, anaweza kukaa na mtumishi wa Mungu, anaweza kukaa na mwanamichezo, na alikuwa ni mtu ambaye anachanganya na kila mtu, you see. Mimi na, na, na, unajua kupata taarifa ya msiba ni jambo moja, lakini kupata taarifa ya msiba kwamba Pilipili amefariki tena kwa kupigwa, ndio kiliniuma zaidi, kwa sababu unampigaje, uh, mpigaje Pilipili ina viliii kwo km ambao alikuwa anakuja Jumapili na amekuja na akaniambia kwamba akitoka Jumapili, akitoka huko Dodoma atarudi kwa ajili ya kumpatia dogo zawadi so Uh, taarifa zilinikuta kesho yake. Sasa baada ya shughuli, wakati namtegemea Pilipili aje na zawadi, lakini napata taarifa kwamba Pilipili amefariki. Kwa hiyo iliniuma sana na ilinigusa sana kwa namna ya kipekee kutokana na ukaribu wetu ambavyo umekuwa kama hivyo ambavyo umesema, na i, icho ambacho nilikifanya ilikuwa ni katika kumfanya Pilipili arudi kwenye ubora wake ambao alikuwa nao hapo awali, na nashukuru Mungu Pilipili alikuwa anarudi kwenye ubora wake, Pilipili alikuwa anarudi kwenye ule unajua ukali wake, unajua eh, na alikopo yuko okay, alikopo yuko fit kabisa. Mimi nakumbuka nilipopigiwa simu, kuna mtu mwingine alifikiria akasema kwamba ni mambo ya depression. Mimi nikasema hapana, Pilipili alikuwa hana depression. Pilipili alikopo hana msongo wote wa mawazo kwa kipindi hicho, kwa sababu nilikuwa naamini Pilipili alikopo yuko okay. E, na ni majanga ambayo hakuna mtu ambaye anakopa anayeombea yanatokea. Kwayo, chakufa, chak, kwa hiyo mimi cha kufa cha kusema ni kwamba sisi tunapokuwa tuwe makini kuna maisha yetu kwa sababu binadamu tumekuwa watu wa ajabu sana. Unaweza kufikiri mtu ni rafiki yako, lakini unajua kumbe ndio ndo adui yako, na wakati mwingine unaweza uh, kawa unafikiri kila mtu anakupenda, lakini sio kila mtu anakupenda. Uh, hiyo ndo message ambayo naeza nikaipeleka. Kwa hiyo nakuishi kwenye maisha yetu, whether uwe star ama usiwe star, basi jua kabisa kwamba yani wewe uko uh, kwenye upo katikati. kwa kwa hiyo usijiachie hivyo eh, kwenye maisha yako na kuishi. Kwa hiyo lazima uwe mtu wa kubalance, uwe makini sana. Uh, kiukweli mimi kwanza nilisusa zaidi, kwa sababu unakuwaje adui? Ah, okay, na MC Pilipili mi nilisema kuja na na kwaje na uadui na MC Pilipili? Kwa sababu MC Pilipili ni, ni mtu ambaye ana urafiki na kila mtu, ni mtu ambaye ni mnyenyekevu, ni mtu ambaye ni mcheshi Pilipili ni yani anakutana na mtu anakutana na wewe anakufahamu wewe, mimi sikufahamu, lakini Pilipili anaanza kanifanya mimi na wewe kuwa marafiki, unaelewa. Kwa alikuwa ni mtu wa kuconnect watu. Pilipili anaweza kukaa na mwanasiasa, anaweza kukaa na msanii, anaweza kukaa na mtumishi wa Mungu, anaweza kukaa na mwanamichezo, na alikuwa ni mtu ambaye anajichanganya na kila mtu, you see. Mimi na unajua, kupata taarifa ya msiba ni jambo moja, lakini kupata taarifa ya msiba kwamba Pilipili amefariki sana kwa kupigwa, ndio kaniuma zaidi, kwa sababu uh, unampigaje Pilipili? kwa nini umpige Pilipili? kwa hiyo na, na, kuna time nafikiria na kwamba kuna ile kati anapigwa, the way ambavyo pengine anacheka unajua so